kwanza, pressure iko juu, uwalazimishe kubaki bungeni, wanafanya reformu. Watakimbia reformu hawa, watarudi hawapo, wamemaliza muda wao. Kwa hiyo haya, wanasema mambo ambayo hayawezekani. Unajua, unaweza ukasema mambo hayatekelezeki hata wenye akili wakasema, hivi anasema nini huyu naye? Sasa ile wametoka, wanasema lazima tufanye reformu. Tunauliza reformu hiki, tumeshafanya mengine, siku yasema ki tumefanya kumbe ile ni, ni, ni danganya toto, kwa sababu hao watu wanaogopa uchaguzi.